Ni mengi ambayo tunazidi kuyashuhudia kumhusisha rapper Kanye West, alipiti muda masiku aje tweet mambo ya ajabu kwenye mfulizo wa tweets ambazo amekuwa akiziachia. Unakumbuka kile ambacho alikifanya kuhusisha familia ya Jay-Z na Beyoncé, kudai kuwa watoto wa familia hao Rumi Sir pamoja na Blue Ivy wana akili ni mataira yani, hawana uwezo wote wa kiakili, na tweet ambayo iliweza kuchukua nafasi pakubwa sana. 24 hajapita Familia hii ilielezwa na vyanzo mbalimbali vya habari ya kuwa wamekusha kuona kile ambacho kinaendelea kuwahusu wao, hasa kwa kile ambacho wamekifanya Kanye West, na kuwa wanaangalia namna gani ambavyo watahendwa wata tatizo hili ikiwa wataamua kuchukua hatua za kisheria, yani kumfikisha mahakamani ama kumshtaki rapa huyo au kumalizana naye kifamilia, yani private bila watu wengine kufahamu, na haya ni mambo mawili ama options ambazo walizonazo kwa sasa. Sasa, baada ya taarifa hii kuchukua nafasi kubwa sana, Kanye West amamua asilifumbie macho ama kuonyesha kuwa anaogopa. Kwenye tweet ya kwanza, amekuja kuichana familia hii kwa kusema kuwa sitakuja kuomba msamaha maradhi kuhusisha familia ya the Carters, akimaanisha Jay z na Beyonce, mpaka pale ambapo watamsaidia naye kupata access ya kukutana na watoto wake, kama ambavyo hapo mwanzo alisema hii ni familia ama watu wenye nguvu na wanaweza kumsaidia kwenye hilo, baada ya kuweka wazi kuwa Kim Kardashian amenyima access ya kukutana na watoto hawa ama watoto wake kwa muda mrefu. So kwenye tweet akaendelea kwa kusema kuwa Familia the Carters na the Kardashian ni walewale wale, lakini utofauti ni kuwa the Kardashian hii ni familia ambayo inahusika na masuala ya uuzaji ama biashara haramu ya masuala ya kingono, hasa kuwauza watu wengine. Hii ni kauli ambayo si mara kwanza kuisema kwenye tweets za hivi karibuni. So kwa sasa amekuja kuitulia mfano kwa kuitofautisha na familia ya Jay-Z na Beyonce kuishi hapo kwenye tweet iliyofuata akaja kuamua kupuliza sasa, baada ya kung'ata. Kwenye tweet ya mwanzo, tweet hii alikuja ni kama kumsifia Jay Z kwa kumfananisha na Mungu. Aliandika tu kwamba Jay Z ni kama Mwenyezi Mungu oh. Dem was on the Black Wall Street tosa time, akimaanisha Dem Dash, ambaye hapo mwanzo kwenye moja ya tweet alisema kuwa ndiye mtu ambaye alimsign way back na sio Jay Z ambaye amekuwa credited kwenye crew yake ya kimuziki, ambayo alikuwa ni miongoni mwa watu waliokuwepo miaka ya 1991 kwenye tukio la jenge la watu ambao alisababisha mauaji ya black community huko Oklahoma. Sasa akaenda mbali na kusema kuwa Jay-Z na mke wake Beyoncé hawa ni watumwa katika system ya Uyahudi, na kuwa kitu kingine ambacho ni cha kushangaza yake kwamba kwa mikono ya Mwenyezi Mungu Jay-Z hana uwezo wa kumgusa hata kidogo, akimaanisha kama kumdhuru ama kumfanyia kitu chochote kibaya, na kwenda mbali na kusema kuwa Jay-Z ni kama alitumwa na na na Mwenyezi Mungu, ama yupo hapa ulimwenguni kwa ajili ya kumlinda, yani kulindwa Kanye West kwa namna yoyote ile. Akuishia hapo, akasema kwamba watu maarufu wanajua kile ambacho wanakifanya, kutokana kwamba ni kama wanajihusisha na masuala ya kiimani za kishetani ili kuzifanya status zao kwa kubwa kutengeneza mkwanja zaidi na hata kuepuka masuala ya jela. So hii ni tweet ya pili ambayo ilifuatia baada ya kwanza, na yote yote tukizisoma, unaona ni kwa namna gani ambavyo anaendeleza vita hii ambayo hatufaa mwisho wake utaishia wapi, na hii ni kutokana kuwa bado Jay-Z na Beyoncé hawajafunguka licha ya kuwa reported kuwa yakuwa wanaangalia ni kwa namna gani wanaweza kumchukulia hatua rapper huyo. Hiyo ni SNS management